Hiki hapa ni kisa kifupi cha kusisimua kilichojaa utata, bitisho na mambo ya giza. Emlango wa tisa. Katika jiji la Dar es Salaam, kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Ayan. Alikuwa fundi wa vifaa vya elektroniki mchana, lakini usiku alikuwa mpenzi mkubwa wa vitabu vya siri na historia ya kale. Siku moja alipata kitabu cha ajabu kilichoandikwa kwa lugha ya Kiarabu ya kale kilichokuwa kinaitwa Mlango wa Tisa. Kwenye ukurasa wa kwanza, kulikuwa na onyo: asiye jua asiguse, aliye na tamaa ataukuta mwisho wake. Lakini Ayan hakujali. Kadri alivyozidi kusoma, ndivyo maisha yake yalivyoanza kubadilika. Alianza kuona ndoto za kushangaza, ndoto za jumba la giza lililojaa milango, lakini ni mlango mmoja tu uliokuwa ukimwita: mlango wa tisa.